Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Israel ambako amekutana na familia za mateka na kuhutubia bunge la Israel Knesset kabla ya kuelekea Sham el Sheikh nchini Misri kuhudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu vita vya Gaza. Rais Trump alipokelewa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa nchi hiyo Isaac Herzog, muda mfupi baada ya mateka saba waliokuwa akishikiliwa na Hamas kukabidhiwa kwa jeshi la Israel kupitia shirika la Msalaba Mwekundu. Hamas imesema mateka wote ishirini waliokuwa hai wataachiwa leo kwa kubadilishana na wafungwa zaidi ya 1900 wa Kipalestina. Akiwa safarini kwa ndege ya Air Force One, rais Trump amewaambia wanahabari kwamba vita kati ya Israel na Hamas imekwisha. Baadaye leo, Trump na rais wa Misri Abdel Fattah al Sisi wataongoza mkutano wa kilele unaolenga kudumisha usitishaji mapigano na kujenga misingi ya amani ya kudumu. Kwa mujibu wa Ikulu ya Misri, viongozi wengine wanaotarajiwa kuhudhuria ni Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amempongeza Rais Trump kwa juhudi zake za kutafuta suluhu za mzozo huo akimuita rafiki mkubwa wa Israel kati ya marais wote waliowahi kupita Ikulu ya Marekani, White House. Makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanakuja ikiwa ni takriban miaka miwili imepita tangu kuanza kwa vita hivyo Oktoba 7, 2023, baada ya Hamas kuishambulia Israel na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 1200 wakiwemo Watanzania wawili na kuchukua mateka 251. Israel ilijibu shambulio hilo kwa mashambulizi ya angani na ardhini na kusababisha vifo vya zaidi ya wa Wapalestina 67,000 huku wengine zaidi ya 169,000 wakijeruhiwa. Asante kwa kusikiliza na kutizama, tufuatilie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, zamani Twitter pamoja na TikTok. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania. Usisahau kutufuatilia YouTube, tunafahamika kama Nukta TV.